Leo ni siku nyingine ambayo tumepata nafasi ya kujifunza, na karibu sana katika darasa letu la malezi, lakini pia tunajifunza juu ya huduma ya mtoto. Na katika somo lililopita nilizungumza juu ya changamoto ya makuzi na nika, tukajaribu kujifunza na kuona aina mbili za utii na tukaona kwamba kuna aina mbili za utii. Aina ya kwanza ni utii wa kushinikizwa, obedience by coercion, na utii bila shinikizo Uh, obedience by reason au aina fulani ya utii ambao unahitaji, uh, sababu fulani, hasa hauna shinikizo. Na katika aina hizi mbili tuliangazia vizuri na tukaona jinsi ambavyo utii kwa kushinikizwa, obedience by coercion, ni utii ambao unalazimishwa, uh, um, una kwa nguvu, kwa sababu Uh, mtoto anabidi kuwa na hali hiyo kwa sababu ya kuwa na uoga na akijua kwamba atapata adhabu. Lakini pia tuliangazia tukaona, uh, uh, baadhi ya sifa za utii wa kushinikizwa, na tukaona kwamba uh, huongozwa na hofu na adhabu, kwa sababu aina uh, hii ya utii uh, isipowekwa adhabu isipokuwepo, maana yake ule utii haupo. Kwa hiyo mtoto anakuwa na uoga, si kwamba anatii kwa sababu anatii ana ile hali ya kutii kutoka ndani, lakini anatii kwa sababu anajua akishindwa kufanya hivyo atapata adhabu, lakini pia inaweza pia kusababisha hali ya chuki kutokuwa, na pia kuwa na uelewa mdogo hasa katika masuala ya amri na sheria zitolewazo. Na mara nyingi sana watu kama hawa hata wanapokuwa katika sehemu za kazi wanapata changamoto sana, wanapokutana na masuala ya amri na sheria ambazo anapaswa kufa, kufa, uh, kufuata uh, na tuliona pia kwamba aina hii ya malezi uh, aina hii ya utii inaathiriwa sana na aina ya malezi ambayo a, mtoto amepata. Unajua, aina ya malezi ya kimabavu ndio inayojenga hali hii ya nidhamu au utii wa kushinikizwa. Tunafahamu kwamba aina hii ya malezi inabeba sheria kali bila maelezo, matarajio makubwa ya nidhamu ambayo a, mzazi anategemea kupata kwa mtoto. Sasa inaleta athari kubwa sana, unaweza ukakuta unafikiri kwamba mtoto anakuwa na hali ya nidhamu nzuri, lakini ni kwa sababu anajua asipoonyesha nidhamu ya hali ya juu kuna adhabu kali ambayo inaweza kutolewa kwake. Sasa watoto wanaweza kutii kwa woga, lakini hawajifunzi kujifikiria wenyewe, na utakuta hizo tabia haziendi sana, zinaishia kwa sababu atakuwa na ile hali tu ya utii uti, anapokutana na ile namna ya kubanwa au zile sheria. Hiyo ndio haya nilifanya tu uh, Nataka kwa wewe ambaye ndo unaanza kuangalia somo letu hili la changamoto ya makuzi, uone jinsi ambavyo tulikuwa na hiyo hali ya kwanza ambayo tulikuwa tumejifunza, utii ambao unatokana na kushinikizwa, kwamba lazima ati kwa sababu kuna shinikizo. Leo ninataka nizungumze juu ya aina ya pili ya utii, utii wa kutoka ndani, obedience by reason ini. Um, tofauti na utii ule wa kwanza ambapo ule unashinikizwa kwa sababu ya vile vitu nilivyotaja, aina hii ya utii ni utii unaotoka ndani, ambapo mtoto anaufanya kwa kufurahi, bila kulazimishwa, bila kuwa na adhabu inayomfanya ili aweze kufanya. Utii huu unatokana na kuelewa, na hali ya kuelewa inajenga hali ya heshima na uaminifu kwa mtoto. Mtoto uchagua kutii kwa sababu anajua sababu na anaamini kuwa ni jambo sahihi kufanya hivyo na si kwamba analazimishwa. Aina hii pia ya utii hahitaji adhabu ili mtoto aweze kufanya kitu ambacho anapaswa kufanya. Hufanya kwa moyo wa kupenda, asukumi na mtu yoyote, alazimishwi na mtu yoyote, lakini yeye mwenyewe anakuwa, ina, anakuwa na ile hali ya utii kutoka ndani. Kwa mfano, unaweza kukuta mtoto wa aina hii akiwa anasoma shule um, atafanya bidii na jitihada sana kufanya vizuri katika masomo yake, si kwa sababu anafanya hivyo ili wazazi wafurahi, lakini anafanya hivyo kwa sababu ni kitu kiko ndani yake. Akiwa anafanya usafi akiwa nyumbani, akiwa nyumbani, akiwa eneo lolote lile, um, atajitahidi kufanya usafi vizuri, si kwa sababu asipofanya usafi kuna adhabu atapata. Hapana, ni kwa sababu ndani yake ana msukumo wa ndani ambao amejengewa ya kuwa na utii kutoka ndani. Sasa nataka tu nikupe sifa za utii kutoka ndani. Hawa watu watoto wenye obedience by reason, hawa ambao wana utii kutoka ndani, mara nyingi inaendeshwa na motisha na maadili ya ndani. Ni kitu kinachoanzia ndani, kama neno lenyewe linavyojisema utii kutoka ndani. Lakini pia huhimiza kufikiria kimaadili na kujidhibiti na kujisimamia. Aina hii ya watoto ambao wana hali hii ya utii wa ndani Uh, obedience by reason mara nyingi sana hujenga, uh, tabia na wajibu wa kudumu, na tabia zao hizi za kutii inaenda kwa muda mrefu, si vitu vya sasa. Tofauti na ile ya mwanzo, mtoto atatii tu kwa sababu kuna adhabu, lakini nje ya hapo hawezi kufanya hivyo. Na kwa kuwa amejengewa mazingira kwamba usipotii kuna adhabu, hii maana yake akifanikiwa kutoka kwenye hali ile ya kupewa adhabu, basi anaweza kuamua vinginevyo, lakini pia sifa nyingine ya, ya aina hii ya utii wa kutoka ndani. A, mtu huyu anafikiri na kutafakari bal kabla ya kutii, yaani kabla hajapokea kitu cha kutii, kabla hajapokea sheria na kanuni, kabla hajafanya utii ndani yake, lazima atafakari kabla ya kutii. Unajua, kuna wakati mwingine tunapokuwa katika sehemu za kazi au tunapokutana na watu mbalimbali mbali. Tunapata wale watu huwa wanasema wanakuwa na nidhamu ya woga kwamba ni kwa sababu tu anafanya hivyo, si kwa sababu inatoka ndani, ni kwa sababu anaogopa asipofanya hivyo, kuna matokeo yatakayotokea ya asipokuwa mtii, kuna matokeo ambayo ya, yatatokea ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sasa unakuta watu wanakuwa na ile namna ya nidhamu ya woga. Sasa hiyo haiwezi kumjenga mtoto. Mtoto anapaswa kuwa na hali ya utii wa kutoka ndani, ili aweze kufika mahali ambapo atakapokuwa mtu mzima, anaweza kujisimamia, anaweza kutii anapokuwa kwenye nafasi fulani ya kazi, anapokuwa na sima mama katika maeneo mbalimbali ya kazi au anaposimamia wajibu, anapokuwa labda ni mchungaji, anapokuwa ni mkurugenzi, ni daktari a, ni injinia au ana jambo analosimamia, anakuwa na ile mgu, hali yake ya utii. Atii tu kwa sababu kuna mamlaka iko juu yake na kuna viongozi wako juu yake ambao wanasukuma vitu kuja kwake atii yani, kwa maana kwamba atii kwa, ati kwa sababu ya wale walioko juu, lakini huyu anakuwa na ile nguvu ya kutii ya ndani. Kwa hiyo huhitaji kumsimamia sana, huhitaji kumfanyia sijui, umfuatilie kwa nguvu sana ili aweze kufanya, kwa sababu tayari ndani yake kuna hiyo hali. Mfano, mtoto anatii maagizo ya mzazi, kama ilivyokuambia mwanzo, kusoma, kwa sababu anatamani maisha yake ya baadaye yawe na tofauti, na sio kukwepa adhabu ya mzazi. Nikuambie, mtoto akifikia kiwango hicho, ujue mzazi umefanikiwa katika malezi. Anatamani hata anapokuwa shuleni, shauku yake ni kutamani kufanya vizuri kwa ajili yake yeye, lakini si kuogopa wewe. Utakapoona matokeo yake utafanyaje au utajisikiaje? Sasa aina hii ya watoto wenye, ma, wenye utii wa msukumo wa ndani Uh, wanatokana na aina ya malezi. Nakumbuka katika masomo kadhaa aliyofanya hapo nyuma tulijifunza juu ya aina kadhaa ya malezi na tukaangazia juu ya aina nne ya malezi. Sasa watoto hawa wanaotokana na wanaokuwa na hii nidhamu ya kutii, nidhamu nzuri hii ya kutii, mara nyingi wanatokea katika yale malezi ya kimamlaka. Malezi ya kimamlaka ndio inayojenga hali hii ya utii kutoka ndani. Unajua, uh, sifa ya mzazi anayefanya malezi ya kimamlaka mara nyingi sana, awa wazazi wamebalance, yani wameweka uwiano. Mzazi sio mkali sana kwa sababu kwenye malezi ya kimabavu tuliona ndio inapelekea mtoto kuwa na ile nidhamu ya kushinikizwa, lakini tunapokuja kwenye malezi ya kimamlaka mzazi ana balance, anaweka uwiano. Mzazi anahakikisha kwamba anamtu, anamfundisha mtoto katika namna ambavyo uh, mtoto anakaa kama rafiki na mzazi lakini wakati huo huo mzazi anatunza mamlaka yake. Kwa hiyo bado ana nafasi ya kusema na mtoto na mtoto akamwelewa, akasimama na akamfundisha na kumsaidia na mtoto akamwelewa, kwa maana yake ameacha ile nafasi yake ya kimamlaka. Mara nyingi sana wazazi wanapata changamoto. Katika masomo yaliyopita tuliona jinsi ambavyo uh, moja ya kazi kubwa ambayo mtoto anafanya ama kujua au kuto kujua ni kujitahidi kuhakikisha kwamba mamlaka yanatoka kwa mzazi yanaenda kwake, yanaenda kwa mtoto. Hivyo ndivyo watoto wanavyokuwa wanatamani, anakuwa salama kama mamlaka yote yatakuwa kwake. Sasa hiyo ni changamoto. Sasa malezi ya kimamlaka ndiyo inayojenga hali hii ya utii yenye msukumo wa ndani, kwa sababu sheria na matarajio yaliyo wazi na yaliyoelezwa kwa sababu wazazi wao hawa huweka ba, bayana kama kuna sheria na kanuni na vitu ambavyo wamepanga, huweka wazi kwa watoto wao na, na, na, na hukubaliana kwamba kikitokea hivi kitakuwa hivi, na watoto wanakuwa katika hali ya kuelewa. Lakini pia katika malezi ya kimamlaka yako mahusiano mazuri kati ya mzazi na mtoto, na hii inasaidia kukuza nguvu ya utiifu wa kutoka ndani, kwa sababu yale mahusiano, hata kama mzazi anamwadhibu mtoto kwa kosa alilofanya, lakini yale mahusiano mazuri yaliyopo kati ya mzazi na mtoto yanaimarisha na kujenga uh, uh, uh, vitu ambavyo mzazi anatamani vitokee kwa mtoto. Maana mwisho wa siku mtoto anaona kabisa kwamba mzazi anachonifanyia ni kwa sababu ananipenda, kwa sababu ana, anaona mahusiano yako, mahusiano mazuri. Lakini pia Uh, mzazi anayefanya malezi ya kimamlaka huhimiza mawasiliano na fikra makini, na pia uh, uh, anapenda mzazi huyu anapenda kuhakikisha kwamba mawasiliano, tunafahamu kwamba jamani, tunaweza kwa, kati ya kitu kigumu sana katika maisha tunayoishi ni mawasiliano. Unaweza ukazungumza jambo ambalo mwenzako hakulielewa vizuri, lakini tu kwa kuwa hapakuwa na mawasiliano mazuri, mkajikuta mnakosana, mkajikuta mnaingia kwenye changamoto kubwa sana. Ndoa nyingi sana zinapata changamoto, baadhi ya ndoa zinapata changamoto kwa sababu eneo la mawasiliano linakuwa na changamoto nyingi sana. Mama anasema nini? Baba anasema nini? Mama anaelewa nini baba anaposema? Sasa yale mawasiliano yanapokuwa hayafanyiki kwa njia sahihi, sahihi au yanatolewa kwa namna ambavyo si bora, kuna kuwa na changamoto. Sasa hawa wazazi wanaolea kwa kimamlaka huhimiza mawasiliano na mahusiano mazuri kwa watoto wao, lakini pia nidhamu ni thabiti na ya haki kwa katika malezi haya. Sasa ili mtoto wako aweze kuwa na sifa ya nidhamu ya kutoka ndani, natamani uelewe hii vizuri sana, lazima uwe na sifa hizi mzazi tumesema malezi ya mamlaka ndiyo yanayochochea, ndio yanayopelekea namna ya mtoto huyu kuwepo. Unajua, mzazi unapokuwa na mawasiliano mazuri na mtoto wako, unamsaidia kufungua akili na moyo wake, moyo wake kukusikiliza wewe kwa bidii na kuonyesha upendo wa kweli. Sasa yale yanajengwa, maeneo hayo ya mawasiliano mazuri yanatengeneza ya namna ambavyo utii unaojengwa ndani ya mtoto utakuwa ni utii wa kudumu kwa sababu nia ya ndani ya mtoto kumwelewa mzazi, anafahamu kabisa kwamba nia ya mzazi ni nzuri kwangu katika hiki anachonifundisha. Unajua, mtoto unaweza ukamchapa viboko, na hiyo ni adhabu, lakini kwa jinsi ambavyo mzazi ana mahusiano mazuri na mtoto, mtoto hajisikii kama amepewa adhabu, hajisikii kama labda ameumizwa, hajisikii kama labda mzazi hajamtendea haki kwa sababu anajua kuna wakati ambapo mzazi anakuwa na mawasiliano na mahusiano mazuri na yeye, kwa hiyo hachukulii kama ni jambo baya. Sasa hizo ndizo ha, ha, huo ndio msingi unaotengenezwa wa nidhamu ya kutoka ndani, hali ya mawasiliano mazuri na jinsi ambavyo mtoto anakuwa na mawasiliano mazuri kati yake na mzazi wake. Lakini pia hawa wazazi, lazima mzazi kujali hisia za mtoto wako kujali hisia za mtoto kuna kuongoza wewe kumjengea nidhamu nzuri ya kutoka ndani, lakini pia mzazi ni, mi, ni muhimu sana sana sana mzazi kuweka mipaka kati yako wewe na mtoto. Unajua, um, iwepo mipaka isiyovunjwa. Hii mipaka isiyovunjwa ndio inayotengeneza nidhamu nzuri kwa mtoto katika malezi ya kimamlaka ut, utuna, tunaona mtoto anapata malezi anapokuwa na utii ule wa msukumo wa ndani. Katika malezi ya kimabavu tunaona mtoto anakuwa na, na ile nidhamu ya woga anakuwa na, na utii, lakini kwa sababu kuna mkandamizo unaosukumwa kwa sababu ya kitu fulani. Sasa malezi yale ya kudekeza tulijifunza pia, maana yake yanaondoa yote haya yanaondoa utii kwa sababu kuna shinikizo, lakini pia inaondoa huu utii tunaojifunza sasa hivi unaotoka ndani. Sasa mzazi lazima awe makini na kati ya eneo kubwa sana ambalo wazazi wengi, baadhi ya wazazi hupata changamoto ni pale ambapo anapaswa kuweka mamlaka, kuweka mipaka. Mzazi, weka mipaka isiyovunjwa kati yako wewe na mtoto, ili kumpa, ili kupatie wewe mamlaka ya kiutawala kwa mtoto wako. Hiyo ni muhimu sana, hiyo mipaka inakusaidia. Ngoja nikwambie, katika nchi yetu kuna uongozi mbalimbali, kuanzia ngazi ya rais mpaka chini huku tulipo, na kila kiongozi, sisi wananchi tunakuwa na uwezo wa kutii sheria, kwa sababu tunatii sheria kwa sababu tukivunja, kuna mamlaka ipo juu yetu na mwananchi yoyote au au mtu aliyepo chini hawezi kuvunja, kwa sababu mamlaka ina nguvu. Ukifanya kosa, mamlaka ina nguvu, polisi ina nguvu, jeshi lina nguvu, na watu wengine kama hivyo, mahakama zina nguvu na vitu kama hivyo. Sasa hayo mamlaka ndiyo yanayomfanya mtu awe na utii, aweze kutulia, hata kama hawezi kuwa na uhuru uliopitiliza, kwa sababu tayari yuko chini ya mamlaka fulani. sasa Tunapozungumza juu ya watoto, lazima mzazi ufahamu mtoto asipokuwa chini ya mamlaka yako, maana yake anaweza kufanya chochote. Nafahamu Mungu ameachia, ame uwezo ndani yetu sisi wazazi wa kumfundisha na kumlea mtoto katika njia ipasayo, ameachilia hiyo nguvu ndani yetu. Sasa kama sisi tukinyamaza, atufanyi chochote. Tunalea tu kwa kusukumasukuma, hakuna kitu kitakachotokea. Tunza, kwa sababu hii mamlaka ndio inayotengeneza ti wa kutoka ndani inatengeneza ile namna ya kutii kutoka ndani. Mtoto hawezi kuwa na, na maamuzi ya kwake ya moja kwa moja yani, hawezi kufanya tu kama anavyotaka anavyopenda anavyojua la lazima ajue kwamba katika mazingira haya kuna, mipa, m, kuna mipaka sasa. Anapoendelea kukua katika hali hiyo ya kujua kwamba mzazi ana nguvu kwa kiwango hicho cha kumsaidia na kumwekea hiyo mipaka, hata atakapokuwa katika maeneo mbalimbali, aina ya mtoto huyu hapati shida anapokuwa chini ya masupervisor, watu wanaomsimamia, hapati shida kwa sababu alishazoea kwamba kuna mamlaka, lakini kama amelelewa katika mazingira ambayo hakuna mamlaka, unapata changamoto. Unajua, hata katika maisha tunayoishi ya kawaida katika maeneo mbalimbali ya kazini na maeneo mengine, wako watu ambao hawatawaliki. Kuna watu ambao hawako tayari kufuata sheria. Kuna watu ambao hawawezi kufanya chini ya mipango iliyowekwa kwamba lazima ufate kama ofisi ilivyokubali au mlivyokubaliana. Kuna mtu ambaye kufanya zile job description anapata changamoto kubwa sana hasa anapokuwa na supervision usimamizi mkali, kutoka juu kwamba lazima afanye ashughulike. Kuna watu wanakuwa na changamoto na deadline: umepewa kazi ya kufanya na isipitilize muda fulani. Kuna watu wanakuwa na hizo changamoto, maana ile nguvu ya mamlaka ndani yao hawakuwa na mtu ambaye ana, ana hisia na vitu wanavyofanya kwamba kuna mtu anayesimama ili kuzuia visiende zaidi. Sasa hilo ni eneo muhimu sana, hakikisha mzazi, mipaka isiyovunjwa inawekwa kati yako wewe na mtoto, ili kumpa mzazi wewe, ili kukupatia mamlaka ya kiutawala kwa mtoto, si kumkandamiza. Lakini iwepo nafasi ambapo mtoto ajue hapa baba amesema, hapa mama amesema, ajue kwamba akishasema baba hivi, hata kama kuna namna gani, uh, baba amesema, mama amesema. Hayo ni maeneo muhimu sana, lakini pia ili kukuza na kuinua viwango vya utii wenye msukumo wa ndani ule wa kutoka ndani, mzazi lazima um, akishe pia kwamba anamruhusu mtoto kuwa huru, ampe mtoto uhuru wa kujieleza na kutoa maoni. Kama kuna kitu cha kushauri mtoto aruhusiwe kushauri. Sasa tofauti na aina nyingine ya malezi uh, malezi ya kimamlaka inamruhusu mtoto kushirikiana na mzazi mtoto anaweza kutoa maoni yake, mawazo na ushauri na vitu kama hivyo, na mzazi anapokea na kujisikia vizuri kwamba uh, wazo limetoka kwa mtoto, na anajisikia vizuri kwamba limetoka kwa mtoto, anashirikisha. Kama ni jambo ambalo haliwezekani, pokea wazo la mtoto, alafu tafuta namna ya kuliweka, alafu kama ni jambo ambalo haliwezekani ukafanya kwa hekima, maana Mungu amekujalia hekima na uwezo, ukafanya vizuri bila kuumiza moyo wa mtoto au mtoto kujisikia vibaya, na mwisho wa siku ukajenga mtu ambaye anakuwa na nguvu sana. Sasa mzazi katika eneo hili lazima asimame, maana ndipo anapojenga nidhamu ya kudumu kwa mtoto. Fahamu adhabu, wapendwa na wazazi, adhabu haiwezi kufanya mtoto yani kuwa na adhabu, adhabu, adhabu, adhabu kila wakati, si kwamba ndio unamwimarisha mtoto lakini anaweza kuingia ingia katika mazingira ya kuwa na ile nidhamu ya shinikizo, kwamba anafanya shinikizo, kwamba anafanya tu kwa sababu ni lazima afanye. Sasa uh, niseme tu napomalizia somo langu kwamba mzazi wajibika kukuza nidhamu binafsi ya mtoto wako. Hakikisha hiyo ni nafasi yako, ni kazi yako, hakuna mtu anayetakiwa kufanya hivyo. Fahamu unapomlea mtoto, unalea mtu atakayesimama baadaye, unalea mtu atakayesimamia taifa, unalea mtu atakayesimamia taasisi, unalea mtu atakayeongoza wengine, unalea baba, unaelea baba, unaelea mama, unalea unalea watu wakuu wa, wa sana ambao watasimama baadaye. Sasa hakikisha um, unawajibika vizuri kujenga nidhamu binafsi ya mtoto huku ukidumisha uhusiano mzuri wewe mzazi na mtoto. Unajenga nidhamu binafsi ya mtoto, wakati huo huo unaimarisha mahusiano yako wewe na mtoto. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu ndipo utakapotembea na mtoto muda mrefu, miaka mingi. Hata kama atakuwa atafikisha umri mkubwa, naye atakwenda kuwa na familia yake, lakini yale mahusiano bado yataendelea kwa karibu, kwa sababu ulitengeneza mzazi, ulioshughulika mwanzoni na watoto wanawaheshimu wazazi wao na kujifunza kufanya maamuzi mazuri sahihi. Unajua uh, watoto wanaheshimu wazazi wao na wanatamani kuona jinsi ambavyo wanajifunza kutoka kwa mzazi na kujifunza pia kufanya maamuzi, jinsi gani mzazi anafanya maamuzi anapokuwa na mambo kadha wa kadha. Fahamu hayo ni mambo ambayo watoto wanachukua kwetu moja kwa moja. Sasa uto, tunatamani kuona ule uti wa ndani ukiwa ndani ya mtoto. Unajua iko hivi, tunapozungumza juu ya utii unaotoka ndani, maana yake mtoto anaweza ku... si kwamba inamzuia kuuliza kitu au kujitetea au kuelezea kitu au kutoa mchango tofauti na kile ambacho kimesemwa, haimzui kufanya hivyo. Maana yake ana uwezo wa kupokea jambo na akalishauri akatoa ushauri wake na akaeleza kwa nini ushauri wake aliwaza kuwa hivyo. Hiyo ndio aina ambayo tunatamani kuona kwa watoto wetu, wanakuwa na utii, si ule utii wa woga, kwamba anafanya kwa sababu asipofanya kuna adhabu na mambo mengine. Sasa ni lazima kufahamu hiyo. Asante sana.